Nafaham kwamba kila Jumatano tunajifunza mambo mengi hasa kwenye masuala ya uchumi na masuala mbalimbali mbali, na hii leo tunajifunza kuhusiana na masuala ya kifedha hasa upande wa matatizo, na tunaangalia matatizo ya kifedha. Na Janeth Soka mwenye jukumu la kutupitisha kwenye haya yote yupo hapa, ambaye ni mshauri wa uchumi na maendeleo binafsi. Karibu sana. Asante sana. Sasa kwenye matatizo ya kifedha hapa, kabla tujafika mbali, kama, tuja na kama, na, kama nimo hivi hapo <laughs> <laughs> umelenga nini hasa matatizo ya kifedha? Unataka uzungumze nini kwenye hili? Tukizungumzia matatizo ya kifedha tunazungumzia changamoto au viashiria ambavyo vinakuonyesha maisha yako kuna namna hayaendi vizuri na hmm, matatizo ya kifedha a uh, yanaweza yakawa chanzo kikubwa cha mtu kutofikia uhuru wa kifedha na kupata maendeleo kiujumla. Mm -hmm. Na tukizungumzia matatizo ya kifedha, lazima tuangalie kitu kinaitwa money personality, yani haiba na tabia ya mtu kuhusiana na fedha. Mm -hmm. Uh, na hii inatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine inatokana na malezi, utashi wa mtu binafsi na tabia na vitu kadha wa kadha. Mm -hmm. Na tukisema money personality maana yake ni ule uwezo wa mtu kuzi, kuzitunza fedha zake na kuzitumia kwa tabia mbalimbali mbali. Tunasema kuna watumiaji hovyo, mm? Mm -hmm. Watumiaji hovyo, yaani akipata ya hela uh, wazo pekee linalokuja kichwani kwake ni kutumia. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwao ukiwa na haiba hiyo tunasema personality ya namna hiyo ni ngumu sana kuweka akiba na unakuwa unajikuta una vitu vingi kwa sababu unatumia kwa kwa sababu sababu sio kama una uhitaji kihivyo mm. Ila unatumia kwa sababu tu unayo. Lakini pia kuna, kuna watu wanaitwa savers wanao save, wanaweka akiba mm. Lakini kuna watu wanaitwa investors wanawekeza mm. Lakini kuna watu wanaopenda mikopo, yaani kuna mtu tu maisha yake yani hana uhitaji ila tu yani hasikila mpaka awe anadaiwa mahali yani achukue alizonazo hajui na hana uhakika kama zinamtosha, lakini anajisikia vizuri akiomba mahali pengine. Hiyo ni haiba na tabia, na tabia na usipojua, ndo ndo tunasema mkopo hujai kuwa mzuri ila hey. Mkopo sio mbaya ila yeah. kama haujui unaenda kufanyia nini, unaweza kwa kuingiza kwenye changamoto. Sasa hapa eh, hivi ni vyanzo mm. vya matatizo ya kifedha mm. tuzungumze kwenye hilo vyanzo vya matatizo ya kifedha viko vingi sana mm -hmm. lakini kwa uchache, kwanza kabisa kipato kikiwa hakijitoshelezi au ukiwa kabisa hauna chanzo cha mapato mm -hmm. hii inaweza ikakupelekea uwe mkopaji ili uendeshe maisha yako ya kila siku, kwa sababu mahitaji ni kila siku, mahitaji ule, kama una simu, mahitaji bando mm -hmm. kwa hiyo ukiwa tu hauna kipato cha kutosha au hauna chanzo cha mapato, maanake hiyo ni ishara kwamba utakuwa kwenye chanzo cha matatizo ya kifedha, unaweza ukajiingiza kwenye madeni au vitu vingine. hmm. Kitu cha pili ni kukosa bajeti inayokuongoza kwa siku au kwa mwezi, na ukiwa na tabia hii itakupelekea uwe ni mtumiaji. Yani kuna mtu asubuhi anaamka, jana hajui kwenye wallet ilikuwa na shilingi ngapi, na leo asubuhi hajui mpaka sasa hivi ametumia shilingi ngapi, na ikifika jioni hatojua, yani siku leo yote ametumia shilingi ngapi. yeah. Kwa hiyo ukiwa hauna bajeti ya siku inayokuongoza au ya mwezi au bajeti yako, una familia we, uko mwenyewe bachela? Wewe kwa mwezi unatumia shilingi ngapi kwenye chakula hujui. Eh, bando lako ni shilingi ngapi, hujui. Nauli yako ni shilingi ngapi unavyoenda kazini hujui, lakini unaishi tu. Maana yake hapo kuna siku utachukua hela ya nauli utaiweka kwenye bando, utachukua hela nauli au ya chakula utaweka kwenye starehe, na hiyo hela kwa sababu ni muhimu, utahitaji kukopa mahali ili uweze kuendesha maisha. mm -hmm. Kwa hiyo hiyo inaweza kupeleka kwenye chanzo cha kifedha. Jambo la tatu, wapenda mikopo na watumiaji kiholela. mm -hmm. Tumesema hapo, na mara nyingi sababu kubwa anaopenda mikopo ni wanatamani tu kuishi maisha mazuri. Yaani, unakuta mtu anataka kuona awe na TV kubwa, mwone mtu mkubwa <laughs> basi, yani ndo anajisikia vizuri. Janeth Soka huyo <laughs> Ehe, yeah. Lakini ukimuuliza hii TV umenunua, labda mfano TV laki tisa, hii TV inakuongezea nini? Hainiongezei chochote, lakini hiyo mm. TV umeichukua kwa deni furaha <laughs> e, <ita, laughs> fura, ukuta umechukua hiyo TV kwa deni yani, yeah. Unadaiwa TV ya mkopo, makochi ya mkopo, nguo za mkopo, vitu vyote vinavyo vya mkopo, ilo mwenye unajisikia <laughs> tu vizuri. Kwa hiyo yeah. ukiwa na... <laughs> furaha watu wenye madeni kwa mm. mujibu wa takwimu wanaongoza kutokuwa na furaha, wanacheka wakiwa na watu, wakiwa pekea. Yeah, wana mawazo na stress kubwa na matatizo ya afya ya akili yako mengi hapo. Yeah, eh, lakini wapenda mabadiliko ya haraka pia... wapenda mabadiliko ya haraka kwenye maisha kwamba tunapaswa tuna kukua na ni vizuri ukuwe usiwe hivyo hivyo miaka yote mm -hmm. Lakini kuna mtu anatamani tu ameanza leo pap awe na akae sehemu nzuri, alipe kodi milioni moja, yani amekaa ya tu kazini miezi mitatu minne, anataka awe na makocha milioni tatu anataka. Sasa hiyo vitu ni vizuri, lakini vinahitaji uwe na strategic, yani mpango mkakati wa kukua. Kwa hiyo ukiwa unataka vitu vizuri kwa haraka mm -hmm. inaweza kukupeleka kwenye vyanzo vya matatizo ya kifedha kwamba ukakopa au kile ulichonacho ukakitumia zaidi ya uwezo wako na ikakuingiza kwenye changamoto. Sasa inawezekana mtu yuko katika hali hizo zote ambazo umetaja, lakini anajuaje sasa kwamba anaingia katika mm. hilo kundi ama sasa anakuwa na changamoto ya kifedha okay? Ah, viashiria vipo, tunasema dalili ambazo ukiwa nazo moja kati ya hizi eh, maana yake wewe uko kwenye changamoto ya kifedha na mm -hmm. Dalili ya kwanza, yani, mara kwa mara unakuwa ni mtu wa kutafuta mkopo au unatafuta mkopo ili kutimiza mahitaji muhimu katika maisha yako. Yaani kukopa kwenye kodi, kukopa kwenye chakula, kukopa kwenye nauli ya shughuli zako za kila siku, na hii yani sio mara moja. Yani kuna mtu kila mwaka ikifika labda mwezi wa kumi na mbili lazima akakope mkopo wa kodi. Riche, sikiza kwa wakili. <laughs> <laughs> kwa <guitar> yani, <laughs> yani, yani, ni kwamba maisha yake anaishi kama mtu anamshtukiza, unajua siku zote hizi kut anakula vizuri, anatoka anaenda viwanja, anafanya vitu vyote, anapendeza, anavaa nguo za gharama, hashitoki ikikaribia mwezi mmoja kodi ndo anamtafuta, hivi ni mkope nani hapa ili niweze kupata yeah, kodi au mwingine vikoba eh, kila, yani watu wameshakukaili huyu, tukiwa tunavunja tu kikoba atakuja kuomba. Ada ya shule ni kama kitu ambacho ni kipi, lakini sasa hivi kila mtu anajua Januari, mwakani tunatakiwa madaftari, hiyo watu wame relax tu, ikifika mwakani sasa ndo tunaanza tunapambana. Kwa hiyo ukiwa na tabia hiyo, kama una tabia hiyo kupata yale mahitaji ya muhimu ambayo sio ya mshtuko, mahitaji ya kila siku eh, alafu ukao unapambana Mm -hmm. Na sio kama ni kitu ambacho kinatokea mara moja, ni huko hivyo, yani tumekukalili kama ni marafiki zako tunakujua Janet ni mtu hayo. Kwa hiyo hiyo ni ishara au dalili mbaya kwamba siku moja utaingia mm -hmm. kwenye matatizo ya kifedha. Kuna uh, hiyo nimeona pesa zinapotea Shwa! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dalili ya pili ya kukuonyesha kwenye matatizo ya kifedha, ujui pesa zako zinapotelea wapi. mm -hmm. Yaani kuna mtu unamuuliza mpaka sasa hivi wewe umepata shilingi ngapi? kwa wale ambao wako kwenye mifumo rasmi, anaweza akajua mpaka sasa hivi labda mfano nalipwa laki tatu, kwa paka sasa hivi mwezi huu wa tano, ina maana miezi mitano ya nyuma nimepata 1.5. Najua zimeenda wapi? Hajui maana yake akiangalia, ha, yani anaishi tu kwamba kiolela. hmm. Na hii kwa nini ina yani kwa nini ni changamoto? Ni changamoto kwa sababu unaweza ukajikuta unaweka fedha nyingi sehemu ambayo ulipaswa usiweke kabisa au hauweki kabisa sehemu ambayo ulipaswa uweke fedha kwa hiyo unaenda vice versa, unaenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo ni vizuri ukagundua tu una shingapi, na kuna watu wengi sana minasemaga, ukikaa mwenyewe ukatulia, ukajifanyia personal editing, utajigundua una vihela vingi ambavyo una vidharau, pengine hata unahisi ah, mi sina uwezo huo, kumbe unao, sema tu... Kumbe nikatajiri fulani eh, nikatajiri fulani tajiri ambaye hauko serious na maisha. Lakini a, dalili ya tatu kukosa nidhamu ya kuweka akiba kwa mwendelezo. Unajua, mtu anaweza akawa ameanza mwanzo wa mwaka, vile tu unakuwaga na excitement, jamani mwaka huu yani mm, mwaka wangu 2025 <laughs> yani excitement ni kubwa kwamba huu mwaka kwanza, mwaka jana alionitokea labda pengine nilipata changamoto, watu hawakunisaidia, yani kuanzia sasa hivi naanza kuweka akiba. Umeanza kujiambia hivi, umeanza Januari ah, Januari madeni changamoto naiacha. Mwezi wa pili pengine uliweka mara moja haujaweka tena mpaka sasa hivi tuko mwezi wa sita, au mwingine anaishi tu ana akiba yani, akipata changamoto anatafuta simu, nimtafute nani, kati ya hawa ni wamtafute nani? Sasa ndio akiba. Usiishi kwa bajeti ya mwenzio Hilda, mtu mtu una uhakika, kwa mfano mimi naomba Hilda anisaidie, nina uhakika Hilda atakuwa nayo, umeangalia kaunti yake. Unaona sasa watu watu wengi wana, yeah. Wanachohisi yani kwamba ukweli kabisa hamna mtu ambaye hana hela kabisa. Mimi nachoamini mimi naweza nikawa na labda, na sisema hivyo Janeth, tupo unajua nachomaanisha <laughs> <laughs> kwa maana gani? Kwa hiyo nimesemea uh -huh. Yani Hilda, unaweza ukaniomba mimi Janeth yani, naomba labda laki moja mm. Mimi kwa mdau sio kama laki moja sina, ninayo, ni lakini ya majukumu ya familia ya kwetu <laughs> sio ya kukupa wewe, lakini mimi namjibu Hilda, sina laki moja lakini mm. deep deep down ninayo, ni lakini sio kwenye bajeti zangu. Kumbe ukimwo Richard umesikia. Jana tukimwambia naomba hela, kumbe anayo akisema. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unatafuta watu wa kukusaidia uh-huh. Lakini wa, wapo ambao kweli hawana mm. na tunasema ile ch chanzo kule, ambao tuliona hawana chanzo cha mapato au kipato kidogo, wapo lakini wengi wao wanaokuambia sina hiyo hela, haimaanishi hana kesh, kwa sababu anakuambia hana, atakula mchana, atafanya mambo yake ya kila siku. Kwa hiyo usiishi kwa kuangalia mfuko wa mwingine, ni vizuri ukajipanga wewe mwenyewe vizuri. Mm-hmm. Lakini yao, dalili ya nne ni kuchelewa kulipa, kulipa au kuwakimbia wadeni. Hii eh, ni dalili na ishara ya kuonyesha kwamba uko kwenye changamoto za kifedha. Yaani, unajua kuna watu wamebadilisha hata sehemu zao za starehe, kuna magrupu achati statusi aweki kiakatu mdeni wake akiona, atamwambia nataka deni langu mm, nataka hela yangu kwao. Amejikuta yuko limited, kuna vikundi haendi, kuna mahali atokee mtandaoni hakomenti, asije akaonekana kama yupo online, kumbe anadaiwa. Kwa hiyo ile ishara ya kukimbia kimbia, maana yake huko kwenye chanzo au huko kwenye dalili ya chanzo matatizo ya kifedha. Kwa hiyo ni vizuri ukajikagua vizuri, na lengo la kusikia haya yote ni kubadilika, kwa sababu wakati bado tunao na tunaweza kufanya mabadiliko. Nini wafanye sasa kutoka kwenye changamoto hii? mm -hmm. Nini wafanye? mm -hmm. Uh, cha kwanza kabisa ni kufahamu eneo ulilopo, kwa sababu kila mtu hapa ana chanzo chake, ana changamoto yake. mm -hmm. Mimi changamoto ambayo ilikuwaga inanisumbua huko nyuma, nilikuwa sina bajeti kwa hiyo, wewe sasa mimi sasa no, najiongelea personal experience eh? Mm. Nilikuwaga naishi tu ndo wae sasa una, unaishi tu, unaamka asubuhi unachukua 10000 au unaenda una draw bank, ukifika mwisho wa mwezi hivi yale imeishia wapi? kwa hiyo mm. Sasa nilipojitambua kwamba katika changamoto nilizokuwa nazo nikagundua kumbe nina vieraela vingi sana ambavyo nikijitahidi na kuweka budget naweza nikatimiza mahitaji yangu ambayo ninahisi naweza nikasaidiwa na mtu mwingine, kumbe hela ninayo tu kwenye mzunguko wangu, sema naitumia mahali ambapo si sahihi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ujue uko kwenye changamoto, changamoto gani gani ya kifedha? Hilo mm -hmm. ni jambo la kwanza. jambo la la kwanza, pili, ukubali kwamba uko kwenye changamoto, naone, uone kwenye hiyo, na uone namna gani unaweza ukatoka kwenye hiyo changamoto yako ya kifedha, kwa sababu kuna mtu uko kwenye changamoto hapo na tunaongea nabisha, hapana bwana ha. <laughs> Uwezi ukatoka nje ya shimo na hiyo nayo ni changamoto, eh, hiyo ni changamoto. Mm -hmm. Tunasema uwezi ukatoka nje ya shimo kama hujakubali. Jamani, niko ndani ya shimo, niwekeeni ngazi, ninyanyweni, toeni huku juu, hauwezi. Kwa hiyo mwingine ah anahisi ah, hizi tabia kawaida tu, ni tabia ambazo ni ndogo, lakini zina madhara makubwa, hasa kwa mtu ambaye anatamani kukua taratibu, taratibu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, hilo ni jambo la la pili. Jambo la tatu, ukishajua huko kwenye changamoto Uh, tengeneza tunasema tabia mbadala yeah. Mm -hmm. Alternative, namna gani unaweza ukatoka kwenye hiyo changamoto si? Umeshajijua, umeshajua umesha ni jambo gani, umekubali tengeneza mpango au mpango mkakati, unawezaje kutoka kwenye hiyo changamoto yako uliokuwa nayo. Mm -hmm. Ehe. Na hapo siwezi kusema general kwa sababu kama nilivyosema, tuna tofautiana. Kuna mwingine ni madeni, kuna mwingine ni bajeti, kuna mwingine hivyo kwa hiyo angalia namna gani unaweza ukatoka kwenye hiyo changamoto yako, na ni mm, vizuri ukajifunza kuweka akiba, ukajifunza kuweka akiba, kwa sababu changamoto nyingi hapo ukizitazama, na tunavyozungumzia matatizo ya kifedha, mara nyingi chanzo kikubwa ni watu kutokuwa na akiba. Unaenda kukopa kwa sababu umekutana na changamoto ambayo sasa hivi fedha uliokuwa nayo mfukoni haikutoshi kufanya suluhisho ya hilo jambo lako. Kwa hiyo jenga utaratibu na utamaduni wa kuweka akiba kwenye maisha yako itakusaidia mm. Wewe mwenyewe kwa suluhu hapa ni kuweka akiba, kuweka akiba suluhu hapo yeah. Kwenye yeah. tu, tumeenda kimpangilio ja, ja, ja, ja, mm -hmm. ja, japo akiba inaambatana uvumilivu mkuu okay, ukiachana <laughs> tu uvumilivu inahitaji nidhamu, unakahela <laughs> kako hivi halafu unachungulia si una unashida yako fulani vijambo jambo yeah. fulani umelipenda yeah. ukenda uh, okay, kidogo kichungulia <laughs> Sasa, nikiangalia pale Azam pesa nimejiwekea, mm -hmm. eh, milioni mbili yangu nimeiacha pale pal mm -hmm. ah, uvumilivu <laughs> ndio watu tunasema hivi. Unajua watu wengi wanahisi wana kuweka akiba ni kujinyima, lakini ukweli mm -hmm. ni kwamba, kwa mfano unapata laki moja, yani maanake weka hata elfu tano. uh -huh. yani sijakwambia kwamba uchukue basi elfu tisini ndio uitunze, yani toa to, kidogo ambacho Yaani, wasema Waswahili wanasema ndondondo si chururu eh? mm -hmm. Leo ukaweka elfu tano Richard, kesho ukaweka elfu tano au mwezi ujao ukaweka elfu tano siku unahitaji elfu hamsini una draw, kuliko unaenda kuweka elfu hamsini alafu unapokea laki moja. Kesho unaamka mahitaji ya jaji setu, unaenda kuitoa ile akiba Ndo watu wengi wanacheza mchezo huo eh. Kwa hiyo jitahidi kuweka akiba, naanza tu kuweka kidogo kidogo, haijalishi ni kiasi gani. uh -huh. Jinsi unavyoanza kuweka, ndo ile morali na ile hamasa ya wewe mwenyewe kutaka kufanya vizuri zaidi inakuja ao. mm -hmm. no. tujifunze kuweka akiba. Sasa nukuu ya leo, okay, aa, nukuu ya leo sisi tunamalizia kwa kusema ya kwamba fedha kuja au kuondoka ni kanuni. Zijue vizuri kanuni na uziishi, ili kutoka kwenye changamoto ya kifedha. Kwa hizo zina tabia ya kuja na kuondoka, Hilda. Sasa zikiondoka kwangu, najua zitakuwa kwako. Tuonge vizuri, usitegemee mfuko yangu kabisa, usitegemee mfuko wa mtu mwingine, na nami nikwambia sina kweli, sina sio kama jana. Unaona sasa Asante <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sana Janeth, tunakushukuru Janeth Soka, mtaalamu wa maswala ya uchumi na fedha. Tukiendelea kujifunza na tunakumbusha, kila Jumatano tunajifunza hapa maswala mbalimbali mbali ya fedha, na leo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na matatizo ya kifedha. Tunakamilisha hivyo <muchilis>